Eneo la mabeki ama walinzi na mchango wao katika ufungaji na kuchangia magoli katika timu zao, tukianza na nyota uh, Lusajo Mwaikenda eh, ni nahodha wa kikosi cha Azam Football Club. Namba zake uh, katika michezo ambayo amecheza, amecheza michezo ishirini na nne, magoli saba, asisti tatu, uh, interception amefanya ishirini na tisa. Lusajo amejipambanua kwanza, kutoka mlinzi wa kati akaenda pembeni kule pembeni akopo, e, no, na wania namba la Nicholas wakilo wa dada e, katikati pale ikawa yakina Yakubu wale Daniel yamo no, ikawa ni hatari Abdala kidogo Abdalaheri sebo akapelekwa pembeni pembeni. Nicholas wakilo wa dada kapambana, kapambana, alienda KMC karudi Azam Football Club superb kwanza. Yeah, uta unampongeza uh, uh, yeye binafsi mm. Wa determination kubwa hmm. Alikuwa nayo kwa sababu wakati anatoka KMC, au wakati anakuwa wakati akitokea uh, Azam Academy hmm. Alikuwa anacheza eneo la katikati hmm. Na akapata nafasi akiwa hapo hapo Azam FC akiwa kama center back hmm. Si ndiyo? yeah. Lakini kutokana na ufinyu na wa nafasi wa yeye kucheza kwenye eneo lile uh, KMC wakamwomba kwa mkopo, akaenda kucheza KMC kwa mkopo kwenye nafasi hiyo hiyo mm. ya center back si unanielewa? mm. Sasa na alifanya vyema na alifanya vizuri. mm. kurejea ikawa ina inaleta inaleta ukakasi, anarejea mm. anakuja kucheza ni, kwenye nafasi hizi hapa ambazo yes. kwa eh yes. hey. mm. anacheza kwenye nafasi hii moja, kati ya takwimu nzuri sana kwenye nafasi anayocheza. Uh, goli goli, goli saba, asisti tatu, manake kachangia goli kumi mm. kwenye nafasi yake, manake ana namba nzuri kuliko hata baadhi ya mastrika, mm. sio unaelewa tukimensheni hapa ba kuna baadhi ya washambuliaji kwenye baadhi ya timu hawana namba nzuri kama hizi, si ndio? Maanake hizi namba uh, sio tu mbali na utaratibu, maanake nazungumza ile system nzima ya uchezaji, uchezaji. Azam, uchezaji. Ndio ambayo inampa nafasi kubwa ya kuweza kuwa na hizi namba, lakini ndani yake, ndani yake kuna, kuna kujitoa na ule utayari aliokuwa nao katika kutengeneza namba yake na kuitengenezea timu yake imekuwa ikimpa nafasi nzuri. Sasa hivi ni miongoni mwa madefenda ambao kila mwaka wamekuwa wakizalisha namba kubwa hmm. Last season alikuwa na assist sita kama sikosei hmm. alikuwa ni yuko nyuma ya alikuwa nyuma ya Shomari Kapombe unaelewa, hmm. ni miongoni ambao walizalisha namba kubwa sana hmm. kwa hiyo ni miongoni mwa mabeki wa pembeni ambao kila mwaka wanafanya kitu kilichokuwa bora na wanazidisha hmm. kwa determination yake ndio ambayo mimi naamini hmm inamfanya Lusajo tunamzungumza kwenye ubora huu sawa. Mwingine uh, nyota mwingine ambaye amefanya vizuri sana uh, katika ligi kuu ya NBC huwezi kumsahau kumsa uh, Erasto Edward Nyoni uh, mchezaji ambaye anaitumikia kikosi cha Namungo Football Club kacheza michezo 25 ana magoli ma nne, ametoa assist mara tatu. Interception amefanya 44 chuma hiki hapa. uh, katika hayo magoli ma nne hayo magoli mawili alipiga mikwaju ya penalty mm, dhidi ya Ken Gold katika ushindi wa bao matatu kwa mawili mechi mm, ambayo Ken Gold alikuwa anaongoza kwa bao mawili kwa sifuri afa kasazishiwa yote Helasu, <laughs> alipiga mikwaju miwili ya penalti na mwamba huyu hapa hajafunga pale na Mungu kwa penalti tena. Sina kumbukumbu, lakini kwamba mimi naikumbuka hayo magoli mawili yeye, ye, ye mm. anaweza kuwa specialist kwenye kwenye upande wa penalti, si ndio? Eh, haijalishi wakati mwingine unafungaje, yaani unataka ufunge goli kama hivyo, kwa sababu wapo ambao wanakosa penalti kwa mm. hiyo. Kwa yeye, ukiangalia pia umri wake, ni mtu wa muda mrefu sana kwenye ligi lakini pia kuhusika kwenye jumla ya goli saba kwa Elasto Nyoni ambaye ni mlinzi wa katikati. Umeona uh, namna gani ambavyo amekuwa na mchango kwenye timu mm, uh, amekuwa ni, ni, ni, ni, ni, pia experience yake uzoefu wake kwenye ligi mm, umekuwa pia unamsaidia kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akifanya muda mwingi, amekuwa ni kwa Namungo wanamtumia kama mlinzi wa kati, lakini wanamtumia kama kiongozi.